Kwa mujibu wa kamanda wa polisi katika mkoa wa kipolisi Kinondoni, ASP Charles Kenyela, ametaja waliokuwa wakuwa ni Saidi Idi Harun Warioba na aliyenusurika kuwa ni Stephen Julius, waliokuwa katika jaribio la kuiba pikipiki ya bwana Moses Mwirongo, mkazi wa Tegeta Masaiti, na kutoa wito kwa wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi. Jeshi la polisi tunalani vikali tabia ya wananchi kujichukulia sheria mkononi na wakamata na kisha kuwaua kwa kuwachoma moto watuhumiwa. Sisi tunaona kwamba ni kitendo ambacho kiko kinyume cha sheria na katiba ya nchi yetu, lakini pia ni kitendo ambacho hakizingatii haki za kibinadamu, kwa sababu haki ya mtuhumiwa anapokamatwa ni kufikishwa katika vyombo vya dola na kisha katika vyombo vya sheria kwa ajili ya ku chukua mkondo wake. Yaani, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamedai watuhumiwa hawa wamekuwa wakijihusisha na vitendo vya kihalifu, ambapo wamelitupia lawama jeshi la polisi kwa madai kuwa watuhumiwa wamekuwa wakikamatwa na kuachiwa muda mfupi na kurudi uraiani kuendeleza vitendo hivyo. Wananchi akiao kutokana na vipi ya jua, hawa makakazi wetu wanaendesha bodaboda wamekosa amani sana, kwa sababu wakikamatwa ndio hivyo na wao wenyewe wanahukumiwa. Majuzi tu ya kati hapo kuna dereva bodaboda akatobolewa hadi macho. Ni vitendo vya kinyama ambavyo vinatumika Kwaona sisi ndo maana watu kama hao tukiwakamata hata huruma tunakuwa hatuna kabisa. Katika tukio jingine, jeshi la polisi katika mkoa wa kipolisi Kinondoni linawashikilia watu wanaosadikiwa kuwa ni majambazi, akiwemo mtoto mdogo mwenye umri wa miaka kumi na nne kwa kosa kushirikiana na majambazi hao kwa kumpenyeza katika nyumba mbalimbali mbali katika maeneo ya Kinzudi Salasala kwa nia ya kuiba. Ei, nikuwa nataka kufungua duka na kaka. Mama, duka hilo ni wapi? na ni nani aliyekutuma? Juma na Ali, au Juma na Ali. Umefahamiana nao vipi? na vipi alikushirikisha katika hizi? kutana nao bali. Kutoka Dar es Salaam, Johnny Chacha, ITV.